Habari za uh, leo natumai kupoa. Ah, ni KlaudVendPOS na leo tunaenda kuangalia feature moja uh, jinsi gani unaweza kutambua gharama halisi ya bidhaa yako pindi imefika dukani. I mean, baada ya kujumlisha zile gharama zilizoongezeka kama usafiri na nini. So tunaingia hapo kwenye bei, tunaenda tuseme, nimeagiza TV, nimeagiza pasi, nimeagiza na cable La matumizi uliotumia njiani, usafiri kama kuna mlango kusema, nimepata elfu mbili na nusu naanza kuingiza hapa gharama, lakini bidhaa naanza kuingiza TV meagiza tano moja mambli, naenda kwenye pasi imeagiza ishirini moja menuwa. Baada ya kujazapo, tunaenda tunagawa hapa, wanatuletea kumchanganua. Jumla ndogo ni milioni moja laki sita ishirini na tano gharama zilizoongezwa usafiri, kodi na nyingine laki mbili na nusu. Jumla inakuwa milioni moja laki nane sabini na tano ayo naenda na kugawia vipengele tv jumla ndogo ni milioni moja, pasi jumla ndogo ni laki nne, kebo jumla ndogo ni laki mbili ishirini na tano. Tunaangalia tuna asilimia ilizochukua katika agizo, tv imechukua asilimia sitini na moja pointi tano, pasi imechukua asilimia ishirini na nne pointi sita, kebo mechukua asilimia kumi na tatu pointi nane. Gharama iliyoongezwa tunaona kwenye tv imeongezeka laki moja 53846 kwenye pasi imeongezeka 61538, kwenye nini? Kwenye kebwa imeongezeka 34615. So tunaona huko kwenye jumla ya mwisho ukijumlisha na ile gharama ulizotumia kule, nakuwa kama kwenye tv inakuwa milioni moja najumlisha na ile laki moja hamsini na tatu mia nane huku huku mwisho inatuletea bei halisi. Kwa mfano hapa kwenye TV tunaona bei halisi ya baada ya mzigo kufika dukani imekuwa ni laki mbili elfu thelathini mia saba sitini na tisa. Bei halisi ya pasi moja imekuwa elfu ishirini na tatu sabini na sita na bei halisi ya kebo moja imekuwa elfu tano mia moja Okay. Ndio naweza kutambua gharama za bila inapofika dukani baada ya matumizi yote. Asante.